Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mwanadamu, yaani tunastahilishwa pasipo kustahili. Kitabu cha Warumi 4:4. lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni. Kwa sababu gani? Kwa sababu neema haiangalii umefanya kitu gani ndipo ije kwako. Hapana, neema haiji kwa matendo yetu, hapana yule mtu aliyefanya kazi atastahili alipo hela yake aliyofanya kazi, lakini hiyo hela hatuwezi tukaifananisha na neema. Hapana, neema inakuja kwa sababu ya unyenyekevu wako wa moyo. Haiangalii kwamba hivi, huyu jana alienda kuhubiria watu kumi, huyu jana aliomba masaa sijui kadhaa. Inaangalia ule unyenyekevu ndani ya moyo wako na hiki ndicho kinachotutofautisha kwamba kuna nini? Kuna ambao wanapata neema na kuna wengine hawana, na wote tuko kwenye nyumba moja, wote tunakuja kanisani, lakini tunatofautiana kimaisha kwa sababu gani? Kila mmoja ana neema aliyonayo, na kila mmoja ana namna anavyoitumia hiyo neema. Kwa hiyo tunaposema kustahilishwa pasipo kustahili, ina maana ni kuhesabiwa haki kupitia neema ya Mungu ambayo tunaipata kupitia Kristo Yesu kufa pale msalabani.